Naambia jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetoa onyo kwa wananchi na wafanyakazi wa mabenki wanaotoa taarifa za siri kwa uhalifu hasa katika mabenki na kusababisha baadhi ya wananchi kuvamiwa, kujeruhiwa na hata kuuawa, baadaye kuporwa fedha na majambazi. Taarifa ifuatayo ina mfano zaidi. Onyo hilo limetolewa na kamanda wa polisi kanda maalum Simon Sirro wakati akitoa taarifa ya kuuawa kwa majambazi wawili kati ya watano waliomvamia Bwana David Isaac mkazi wa Mafinga, mkoa Iringa baada ya kutoka katika benki ya NMB Tawila Airport akielekea ya katika jengo la Quality Plaza akiwa na shilingi milioni 12. Kamanda Siru amesema, baada ya kufika eneo la Tazara mataa pikipiki piki tano zilimzunguka, huku majambazi hao wakiwa na bunduki aina ya SMG na kupiga hewani na na na na kupora kiasi cha shilingi milioni 12 na kutoweka nazo, ambapo ambapo polisi walianza kuwafukuza, na baadaye majambazi wawili walifanikiwa kukamatwa baada ya kuacha pikipiki, ambapo wananchi waliwapiga na kufanikiwa kupata silaha moja ya SMG. <coughs> Walipata taarifa kwamba ana fedha, kwa hiyo walipofika yale maeneo karibu na Tazara wakamsimamisha, wakapiga risasi juu e, wakimtaka atoe fedha e, na kwa bahati nzuri yale maeneo wako karibu na askari polisi wanalinda maeneo yale, kwa kwa hiyo hiyo polisi walipata taarifa e, na wakajibu mapigo, kwa hiyo wakafukuzana, kwa bahati nzuri e, mmoja wakaamua kutupa hiyo silaha ya SMG, lakini katika kufukuzana polisi walifanikiwa kuwakamata majambazi wawili. Kamanda Siru amesema, baada ya kufanya uchunguzi wa haraka walibaini mmoja wa watu waliokuwa ndani ya benki hiyo, ambaye ni mwanamke, ndiye aliyetoa taarifa za siri kwa majambazi hao, ambaye naye polisi walimtia mbaroni kwa uchunguzi, huku pia wakiwatia mbaroni majambazi wengine wanne, ambao nao walikuwa katika harakati za kutaka kufanya uporaji kwa kutumia silaha. Na nitoe tu onyo kwa wale ambao wanakuja Dar es Salaam wakifikiri kwamba labda ni mahala pa kuja kuvuna wale wanaokuja vizuri kwa nia nzuri Dar es Salama kwa ajili ya kutafuta, nafikiri watatafuta watarudi nyumbani kwao salama, lakini wale ambao wanafikiri wanakuja kwa kutafuta kwa njia ambazo si halali, e, nafikiri mwisho wao utakuwa sio mzuri sana na inawezekana wasiweze kurudi. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salam.